Amesema Mheshimiwa Hija, kuhusu madrasa zile za Qurani, naelewa ndani ya jimbo letu kama sikosei, tuna madrasa sabini na moja, lakini tutazipitia zote, tutaangalia mambo mawili. La kwanza, mazingira ya madrasa wenyewe, lazima tuziweke vizuri, lakini la pili, tuzungumze na waalimu wenyewe, ili tuoneshe ile azma yetu ya kutaka watoto waweze kuhifadhi Qurani vizuri. Sawa eh? Na hili wazazi tutawashirikisha, tuambie sisi maono yetu ni haya. Natamani sana jimbo hili ikifika muda wa mashindano ya tahfidhil Quran, hata kama tunafanya kwa jimbo, tunaweza kusema tu mwezi wa Ramadhani tunafanya, tutaweka fedha kubwa sana ya mshindi wa kwanza pia mshindi wa pili atapata, na mshindi wa tatu, na washiriki wote watapata, lakini mshindi wa kwanza tutaweka fedha ambazo hutategemea kama hiyo fedha itakuja. Na nisikia kina baba kina mama, mpo, wasimamieni watoto wetu wa hifadhi Qurani. Lakini naelewa kwamba ili mtoto wahifadhi vizuri lazima waalimu wawe wamefanya kazi Tutawasimamia wale vijana, tuwatunze vizuri, lakini na mwalimu aliyesababisha kuhifadhi wale watoto, naye tutamtunza vizuri. Sisiemu oye! Kwa hiyo kina mama na kina baba, sasa kazi kwenu. Naelewa sana na hili jambo, walinaniumiza sana kwenye nafsi yangu. Kuna maeneo ndani ya jimbo letu, kuna watoto wenye mahitaji maalumu au watoto walemavu tapenda sana masheha wetu, viongozi wetu wa chama, mhakikishe kila pahala ambapo kuna mtoto ana mahitaji maalum lazima tupate taarifa yake, tuone tunamsaidia vipi na huyu mtoto anapata mahitaji yote anayostahiki kwa mujibu wa utaratibu. sisi oye. Usimuone mtoto ana mahitaji maalum ukamfungia ndani. Huyu anapaswa kusoma, iwe Qurani iwe shule, huyu lazima asome. Kuna watu ni vipofu, hawaoni, lakini wanasoma kwa utaratibu wao, sawa eh? Tuwasimamie na sisi tutakuwa mstari wa mbele kuwasaidia hawa kusimama nao hawa na kuhakikisha wanapata haki zote stahiki kwa mujibu wa utaratibu uliowekwa. Lakini pia tuna watoto mayatima. Saa nyingine unakuta vijana wa mzazi amefariki eh? Vijana hawa wana mtihani kidogo kwenye mayatima. Hapa tuna mtihani mmoja <clears throat> lazima niseme, wako mayatima, anakufa baba yake, si ndivyo lakini familia nyingine, ami zake wapo na wana uwezo sawa, lakini kuna mwingine mzazi wake amefariki, lakini na familia maskini sana, hata mahitaji ya lazima kusoma, nguo na vitu vingine, si hivyo bwana, hamiliki niwaambie. <clears throat> na hili nimekusudia kwa dhati kabisa. Nitaomba vijana wetu Mwenyezi Mungu aliowapa mtihani huu wakuwa mayatima, kwanza wale hawakutaka, ni mipango ya Mungu. Hakuna mtu ambaye anapenda mzazi wake aondoke, hata kama mgonjwa anapenda awepo, si ndivyo? Tunatoa msaada gani huko huko aliko, kwenye majumba yao, tuhakikishe wanasoma, wanapata huduma zote, na pale tunapohitaji kuwasaidia tuwasaidie. Tutawatambua na tutawasaidia. Naomba mtoe mashirikiano.